A, kila siku tunavyoongelea a, vidonda a, kwenye kizazi ambayo tunasema ni keviko, a, keviko, a, asazi, ni vidonda ambavyo vinatokea kwenye shingo a, ya kizazi ambayo tunasema shingo ya kizazi inapatikana chini ya mji wa kizazi ambayo tunasema ni uterus, na ndio hii ambayo inaunganisha a, uterus, a, na uke. Nadhani sasa hapo umeweza kuelewa. Sasa ikitokea A, ikitokea imepata shida, basi ndio tunasema kuna vidonda kwenye kizazi. Sasa hapo nitakuelezea ni dalili zipi, na mara nyingi vidonda kwenye kizazi imekuwa ni sababu kubwa inayopelekea wanawake kushindwa kubeba ujauzito. Kwenye video ambazo zime, zimepita tumeshaelezea sababu zinazokupelekea wewe ushindwe kubeba ujauzito na mazingira yapi bora ambayo yanakusababisha wewe uweze kubeba uh, ule uja uzito. Tufahamu sababu ya kwanza, uh, sababu ya kwanza inayopelekea uh, changamoto ya vidonda uh, kwenye kizazi ya kwanza ni maambukizi uh, ya bakteria. Maambukizi ya bakteria kwa mfano, unagonolea na karamidia uh, basi zote hizi ni sababu uh, ni bakteria ambao huwa wanaharibu na kuvuruga uh, kabisa uh, na kupelekea vidonda kwenye a, kwenye kwenye a, kwenye kizazi. Lakini sababu nyingine ni maambukizi ya virus au virusi virus, virus, mara nyingi tunazoongelea hapa ni virus ambayo tunasema HPV na HCV. HPV ambayo tunasema ni human papilloma virus, hawa virus pia wamekuwa, kuna namna ambavyo wanasababisha vidonda kwenye a, vidonda, kwenye vidonda kwenye kwenye kwenye kwenye kizazi kwenye a, kwenye kizazi a, moja moja kwa moja. Lakini pia sababu nyingine ambayo inapelekea vidonda ni zile matumizi ya muda mrefu ya zile dawa za homoni. Dawa za homoni, mara nyingi kuna watu wanaotumia dawa za homoni, wale wanaotafuta, ambao wapo hawapati siku zao, kuna wanavyotafuta dawa za homoni. Lakini pia zile dawa za homoni zimekuwa zina changamoto kubwa, zina madhara lakini pia unakuta, utapata ujauzito ukiwa, utapata period ukiwa unazitumia. Ukiacha tu na zenyewe zinaacha. Hizo ni dawa mara nyingi, moja ya dawa ambazo ni za homoni. Lakini pia wale ambao wanatumia hizo dawa za kuzuia kupata mimba, uzazi wa mpango wa kisasa, pia na hizo dawa zina madhara ambavyo zinaweza zikapelekea changamoto A, ya vidonda kwenye kizazi. Changamoto nyingine ni ni vichoche, tunasema ni vichochezi, vichocheo kwenye shingo ya kizazi, vichocheo kwenye shingo ya kizazi a, ikitokea kuna uchochezi kwenye shingo ya kizazi kutokana na maambukizi kwenye via vya uzazi. Hapa tunavyoongelea maambukizi kwenye via vya uzazi, tunaigusa PID moja kwa moja, tunaweza pelvic inflammatory disease. Ni changamoto ambayo tunasema ni kwa Kiswahili tunaita ni maambukizi kwenye via vya uzazi. Sasa ikishatokea maambukizi kwenye via vya uzazi, ni rahisi sana kupelekea vidonda kwenye kwenye kizazi. Lakini pia sababu nyingine tunasema ni uharibifu wa mwili, uharibifu wa kimwili. Kwa mfano wale watu wanaofanyiwa operation wakati wa kujifungua, lakini na wale ambao wameweza ujauzito umeweza kutoka wenyewe, basi wakati wa kusafisha wanaweza pia waka, wakaribu baadhi ya tishu na hivyo kupelekea vidonda uh, kwenye uh, kwenye, uh, kwenye kizazi uh, na mwisho uh, ni ma, na, tuseme na mwisho uh, ambayo inapelekea na vidonda kwenye kizazi uh, huwa tunasema uh, uh, tunasema ni kwanza, ni maambukizi. Ni maambukizi mengine ambayo yanakuwepo na ya bakteria na fungus Aa, na kwa mfano kama ikiwepo, uh, UTI, uh, UTI sugu, fungasi sugu pia ni vyanzo vingine uh, vinavyopelekea vinavyopelekea uh, changamoto kwenye vinapelekea uh, vidonda moja kwa moja uh, kwenye kizazi. Hizo ndo sababu zinazopelekea vidonda kwenye, kwenye kizazi. Wengi wamekuwa wakituuliza sasa ni sababu gani zinazopelekea vidonda uh, kwenye kizazi? Lakini mwisho ni kinga ya mwili kushuka. Tunavyosema kinga ya mwili kushuka, hatumaanishi HIV mara zote. Uh, kinga ya mwili inaweza kushuka kutoka ilipokuwa. Kwa hiyo ikitokea ikawepo, uh, kinga ya mwili ikaweza kushuka, pia ni chanzo kimojawapo kinachopelekea vidonda kwenye uh, kizazi. Maanake tunategemea kinga ya mwili iweze kuwa juu, iweze kutufanya sisi kuondokana na hizo changamoto uh, zinazo uh, zinazo tukabili na kututesa. Ah uh, tutaangalia dalili zinazopeleka zinazoonesha kwamba una vidonda uh, kwenye um, uh, uh, kwenye kwenye kizazi. Dalili ya kwanza ni maumivu wakati wa kukojoa. Kuna wadada wana mama wengi wamekuwa wakipata maumivu makali wakuta, wakati wa kukojoa. Hii ni dalili namba moja. Dalili ya pili ni maumivu chini ya kitovu. Kwenye video ambazo zimeshapita, zimesha ana kitovu kuvuta tumeshaelezea uh, dalili chanzo cha kitovu kuvuta na kuuma chini na maumivu chini ya tumbo uh, chini ya kitovu lakini na suruhisho lakini pia kupata maumivu makali miana, wakati wa kujamiana, wakati wa tendo la ndoa. Kuna mama wengi wamekuwa na changamoto hiyo ya maumivu makali wakati wa tendo la ndoa, lakini kwenye video ambazo zimepita tumeshaelezea sababu zinazopelekea maumivu makali wakati wa tendo la ndoa, lakini pia kupata, kupata mzunguko, yani kupata mzunguko mara mbili kwa mwezi. Utapata mzunguko mara mbili kwa mwezi, utapata hezi hii itapita, lakini pia umomo kwenye mwezi utapata tena mzunguko na mwisho kupata maumivu makali a wakati a upo kwenye siku zako. Watu wanapata maumivu makali ambayo yanapelekewa mtu kuugua kabisa, yaani unakuta mtu akiingia kwenye siku zake anaugua kabisa. Kwa hiyo haya tujue ni baadhi ya dalili, lakini pia kutokwa na maji maji ukeni. Okay, kuna watu wanakuwa na mwaga maji maji yanatoka ukeni. Okay, mengine yana harufu, mengine hayana harufu. Basi a, ni changamoto a, ni dalili inayotokana na vidonda kwenye kizazi na mwisho ni maambukizi moja kwa moja ambayo yanatokea kwenye kizazi. Tuambie hapo chini nilaliga, ni dalili gani unazozipitia na unazani ni chanzo gani kinachopelekea kilichopelekea kwako wewe kuwa na vidonda kwenye kizazi? Lakini pia kwenye video ambazo tumeweza ku tumeweza kuelezea tumeelezea namna ya kuondokana na changamoto, lakini pia bila kusahau kutumia dawa ambayo inaitwa chai dada. Ni dawa mjarabu kwa ajili ya kusafisha kizazi na kuondoa vidonda na kuondoa makovu yote, kwa sababu pia hizi ni namna, ni njia ambazo zinaongeza makovu kwenye kizazi. Kwa hiyo kama una makovu kama una vidonda kwenye kizazi, ndugu yangu, ni ngumu kuweza kuondokana na changamoto hiyo ya